Kwa maana ya idara ya udhibiti ubora kwa wilaya ya Kakonko imeanza mwaka 2020 ndo rasmi imeanzishwa hapa. Kabla ya hapo, uh, shughuli za udhibiti ubora zilikuwa zinaratibiwa na ofisi ya udhibiti ubora wilaya ya Kibondo. Uh, shughuli kubwa ya idara yetu kulingana na sheria ya elimu ya mwaka 1978 ukisoma sheria ile, uh, jukumu kubwa la idara yetu ni kusimamia uh, sera, kusimamia miongozo, kusimamia sheria, kusimamia taratibu na uh, maelekezo yote ya Wizara ya Elimu, kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unafanyika kulingana na viwango ambavyo vimetolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. mwaka elfu mbili kumi na saba, wizara ilifanya maboresho kwenye idara ya uthibiti ubora wa shule na likabadilishwa jina kutoka kwenye ukaguzi wa shule kwenda kwenye uthibiti ubora wa shule. Kwa hiyo, sheria mpaka sasa hivi inatambua ukaguzi wa shule, ila maboresho bado yanaendelea kufanyika mpaka sasa hivi, na tofauti kubwa ipo kwenye mchakato wa kufanya tathmini ya uthibiti ubora wa shule. Zamani wakaguzi wa shule walikuwa wanakwenda shuleni bila kushirikisha jamii, bila kutoa taarifa, kama vile wanakwenda kukamata mwizi. Lakini kwa mabadiliko haya, mthibiti ubora ni shirikishi, anashirikisha jamii kuanzia ndani na nje ya shule. Lakini pia aa, kuna kuwashirikisha kuhusiana na muda, tulikuwa hatutoi taarifa zamani, lakini sasa hivi tunatoa taarifa kuhusiana na shughuli za udhibiti ubora wa shule kwamba tutafika lini, tutafanya kwa muda gani, tutawaona wakina nani, kwa maana ya wanafunzi na walimu na wazazi. Kwa hiyo taarifa zinatolewa mapema. Ah, unapozungumzia udhibiti ubora wa shule ni kwenda kuangalia viwango vilivyowekwa na wizara kwamba taasisi husika imefikia viwango vile na na matokeo yake ni nini katika ujifunzaji na ufundishaji wa shughuli za elimu kwenye taasisi husika. Kwa hiyo tunategemea kwamba ubora uliowekwa na wizara unafikiwa kwa kufanya tathmini na upimaji wa shughuli zote za ufundishaji na ujifunzaji shuleni. Jamii ni wadau wakubwa wa uthibiti ubora wa shule, ni wadau wakubwa sana kwa sababu tunaamini hizi shule ni za jamii au umma. Kwa hiyo watekelezaji wakubwa wa shughuli hizi ni za jamii, jamii wenyewe kwa maana ya wazazi, kwa maana ya viongozi wa jamii, kwa maana ya uh, kamati za shule. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye taasisi husika, walengwa ambao ni wadau wa shule pia ni pamoja na jamii husika. Kwa hiyo tunazungumza na wazazi, tunazungumza na kamati ya shule au bodi ya shule tunazungumza na viongozi wa jamii kuanzia ngazi ya kitongoji, tunawarika, wanafika, tunakwenda ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya kata kulingana na shule iliko. Tathmini ya shule ni shirikishi, kama nilivyosema mwanzoni, ni shirikishi. Kwa maana ya kwamba uh, hii ni tofauti na ilivyokuwa inafanyika ukaguzi. Ukaguzi tulikuwa tunalenga kwenye matokeo, lakini hii tunalenga kwenye mchakato wa kupata ile matokeo ambayo ni shirikishi. Kwa hiyo tukipata changamoto yoyote ambapo tunafanya tathmini, moja, tunakaa na uongozi wa shule; pili, tunakaa na jamii husika kutafuta kutafuta suluhisho ya zile changamoto; tatu, tukishamaliza tunapeleka zile changamoto kwa mwenye shule, kwamba bwana, shule X ina changamoto moja, mbili, tatu na hatua za kuchukua ni nini. Kwenye taarifa zetu tunapendekeza hatua za kuchukua. Kwa mfano, kama kuna upungufu wa walimu, tunamshauri mwenye shule afanye msawazo. Shule nyingi kwa mfano za pembeni hazina walimu wa kike, kwa hiyo tunaweza tukamshauri, bwana, hamisha walimu kutoka shule X kupeleka shule ile ambayo ina upungufu. Au kwa mfano, hakuna vyoo vya walimu tunamshauri kuchukua hatua za haraka na za kimakusudi, lakini kwa kuanzia ndani ya shule, kwenye uongozi wa nini kwa shule, kwamba bwana, sasa kama uongozi wa shule lazima uchukue hatua za kimakusudi kwa kuwashirikisha jamii, ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, lakini pia mwenye shule, ambayo kwa shule za serikali ni mkurugenzi mtendaji, anaambiwa bwana, shule X ina upungufu huu kwa hiyo natakiwa kuchukua hatua za kuhakikisha choo kipo kwa kushirikiana na uongozi wa shule na jamii husika. Changamoto kubwa, asilimia <coughs> ya taasisi zilizokuwa zimefikiwa ilikuwa ni asilimia ishirini tu kabla ya ujio wetu, lakini tunapozungumza sasa hivi taasisi tisini na mbili zimefikiwa isipokuwa taasisi tu mpya tatu nne. Eh, takuna shule mpya ya Nyakinazi hatujaifikia kwa sababu ni mpya, imeanzishwa mwaka huu. Kuna shule ya sekondari mpya ya Kakonko Boys hatujaifikia. Kuna shule ya Bukililo uh, hatujaifikia, na Ruhuru tumezifikia, kwa maana ya kufanya tathmini maalum ya usajili. Lakini taasisi nyingine zote zilizobaki tumefika mara mbili, mara tatu, mpaka mara nne, mpaka mara tano. Hiyo ni moja, lakini ya pili, tumeweza kuongeza idadi ya shule wilaya ya Kakonko wakati tunafika shule za sekondari zilizokuwepo za serikali zilikuwa shule kumi na mbili tu. Sasa hivi ziko shule ishirini na moja na, na shule za msingi zilikuwepo shule sitini na mbili sasa hivi ziko shule sitini na tisa kwa hiyo kuna ongezeko la shule. Hiyo ni miongoni mwa mafanikio tangia tunaanzisha idara. Kwanza ifahamike Uboreshaji wa mitaala ya elimu ni ni ni ni, ni maelekezo ya mheshimiwa rais alipokuwa anahutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, aliagiza wizara husika kufanya kuchukua hatua kwa sababu ya kutaka kuf, kurekebisha kwenye hasa eneo la ujuzi na maarifa wanaopatikana kwa wanafunzi kwa hiyo wizara ikachukua hatua ya kuanza kufanya mare, maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2014, lakini matokeo yake tuka- ikafanyika pia maboresho ya mitaala ya elimu sasa. Maeneo ambayo yamefanyiwa maboresho ni pamoja na muundo wa elimu. Muundo wa elimu wa sasa hivi ni mwanafunzi atasoma kwa miaka sita kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la sita Hapo nyuma tulikuwa mpaka na darasa la saba lakini sasa muundo huu utakwenda kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la sita Lakini kwa hawa ambayo pia ni ngazi nyingine ya elimu, mwanafunzi atasoma kwa mwaka mmoja, na atasoma atajiunga pale akiwa na umri wa miaka mitano na... Maboresho mengine ambayo yamefanyika ni kuhusiana na idadi ya masomo kwa shule za msingi, kwa shule za sekondari, mpaka shule ya sekondari hatua ya juu. Serikali kwanza ililenga kuhakikisha wanafunzi wanapohitimu au wanapomaliza wanapata ujuzi, ndiyo maana kwenye ngazi ya sekondari imeanzisha mikondo miwili. Kuna mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Kwenye mkondo wa amali ni kwa lugha nyingine, ni, ni kama tunazungumzia ufundi sanifu, kwamba mwanafunzi atakapokuwa na somo atawajibika pia kuchagua baadhi ya masomo ya kiufundi ambayo akimaliza kusoma kwa ngazi ile anaweza akaingia kwenye eneo la ajira na kujiajiri moja kwa moja kwa hiyo ni faida mojawapo kwa serikali kwamba itapunguza ule mwanya chaine, hmm, wa ukosefu wa ajira kwa vijana wengi wanaomaliza kidato cha nne mpaka kidato cha sita. Utekelezaji wake umefanyika kwa awamu tofauti. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne utekelezaji ulianza na elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la tatu, lakini wakati huo huo ilianza kwa mkondo wa amali. Mkondo wa mali umeanza kutekelezwa kwa mwaka 2024 lakini mkondo wa jumla kwa maana ya kidato cha kwanza utekelezaji wake umeanza mwaka 2025 ambapo ndio wameanza kusoma kulingana na mabadiliko ya mfumo wa elimu. Sasa hivi mwanafunzi ambaye yuko, kwa sababu tumeanza 2024 na, na huu ni mwaka wa pili wa utekelezaji kwa mtaala ulioboreshwa mwanafunzi ambaye ataishia darasa la sita atamaliza 2027. Na kwa hiyo wanafunzi walioko darasa la saba, darasa la tano mwaka huu na wanafunzi walioko darasa la nne mwaka huu watamaliza wote kwa mwaka mmoja 2027. Kwa hiyo atakaishia darasa la sita atamaliza 2027. Na, na yule wa darasa la tano atakayemaliza darasa la saba kwa sababu mabadiliko madi, hajawagusa atamaliza 2027. Kwa hiyo kutakuwa na madarasa mawili ambayo yanahitimu mtihani. Sasa kulingana na mabadiliko haya kutakuwa na upimaji na, na wale wa darasa la saba wa zamani watakuwa wanafanya mtihani wa taifa wa darasa la saba. Kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na jamii. Moja ni kuhusiana na kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kwenda shule wamepelekwa shule. Ni changamoto kubwa sana bado, baadhi ya wanajamii, wazazi na walezi, bado hawaoni umuhimu wa kuwapeleka watoto shule, watoto wanaofikia umri wa kwenda shule, kwa maana ya elimu ya awali na darasa la kwanza, na ikumbuke kwamba elimu msingi ni kuanzia darasa, elimu msingi ambayo ni ndiyo muhimu na ni lazima, ni lazima ni kuanzia darasa la sita mpaka kidato cha nne kwa hiyo kila mzazi ambaye ana mtoto mwenye umri wa kwenda shule ahakikisha anakwenda shule na anaandikishwa na somo. Lakini la pili, wazazi wanakumbushwa hasa jamii kwamba sisi wadhibiti ubora wa shule, pamoja na kazi nyingine zote, tunafanya usajili wa shule na eneo letu la Kakonko bado lina shule chache, hasa shule za watu binafsi. Kwa hiyo tulikuwa tunawaalika jamii na wadau wengine wanaopenda kuwekeza kwenye shule hizi kwenye eneo hili, waje wafike ofisini, wapate ushauri wa kitaaluma na kitaalamu kuhusiana na namna gani ya kuchukua hatua ya kuanza kuwekeza kwenye shule zisizokuwa za serikali. Unategemea sasa kuona miundombinu ambayo iko shuleni ni miundombinu ambayo ina viwango vinavyokizi vigezo vya Wizara ya Elimu. Hiyo ni moja lakini, pia kwa sababu tunajikita kwenye taaluma, ni kuona ongezeko la ufaulu kwenye shule zetu, na wewe unaweza kuona mwaka huu ni kwa kiasi gani halmashauri yetu imepiga hatua kwenye swala la ufaulu kwamba, kwa mfano, matokeo ya darasa la saba uh, katika halmashauri nane tumekuwa halmashauri ya tatu, lakini matokeo ya kidato cha pili mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika halmashauri uh, nane tumekuwa nafasi ya pili, lakini kikubwa zaidi ni ujuzi tunautegemea. Eh, hatutaki tu mabadiliko kwenye uh, maarifa eh, tunahitaji kuona mwanafunzi anajengewa ujuzi au mahiri namna gani kwamba akitoka shuleni leo anaweza akafanya nini kwenye jamii, anaweza akawa mtu wa namna gani kama anajifunza elimu ya uh, ujasiriamali anaweza kaitumiaje kwenye jamii, kama kuna uzalishaji mali shuleni na ufanyiko. Kwa mfano, shule nyingi sasa hivi wanaendesha kilimo cha mahindi, kilimo cha alizeti, kilimo cha maharage. Tunategemea kwa sababu u... wazalishaji wakubwa ni wanafunzi, tunategemea watumie ujuzi ule ule, ujuzi ule ule kwenda kufanya mabadiliko kwenye jamii. Kwa hiyo hatutegemei tu kuona yale ambayo yanatokea kwenye makaratasi, lakini tunawataka tuone ni namna gani mwanafunzi amebadilika kuli kimtazamo kifikra na kiujuzi huko aliko.